Rais Chapo akutana na kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amekutana na kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane kwa mazungumzo ya kujaribu kutuliza wasiwasi wasi kwenye taifa hilo kutokana na maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa wow, uraisi. Taifa hilo lenye utajiri wa mafuta la kusini mwa Afrika limeshuhudia vurugu za baada ya uchaguzi tangu mwezi Oktoba mwaka jana baada ya upinzani kukataa matokeo ya urais. Uchaguzi huo ambao waangalizi kadhaa wa kimataifa walisema ulikumbwa na dosari, ulifuatiwa na miezi kadhaa ya maandamano ya upinzani ambayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu mia tatu na sitini, kwa mujibu wa mashirika ya kiraia Chapo na Mondrane walikutana siku ya Jumapili ya wiki iliyopita katika mji mkuu wa ma Maputo kujadili changamoto zinazolikabili taifa hilo kulingana na taarifa kutoka ofisi ya rais. Kulingana na taarifa hiyo, mkutano huo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uthabiti wa taifa lao pamoja na kuwaleta watu pamoja. Hadi tukichapisha ripoti hii, haikuwa imewekwa wazi iwapo kutakuwa na makubaliano ya kisiasa kati ya Mondlane na Rais Chapo. Rais Chapo aliingia madarakani mwezi Januari na mapema mwezi huu alitiwa saini makubaliano ya baada ya uchaguzi na vyama vingine tisa, kikiwemo kile cha Podemos ambacho Mondlane alitumia kuwainia uraisi. Makubaliano hayo bado yanasubiri kuidhinishwa na bunge ambapo pia yanatarajiwa kupelekea kufanyika kwa mageuzi ya katiba.